Umadhubuti wa chama chetu na hasa umadhubuti wa uongozi wako katika vipindi ambavyo dunia imetikiswa, si Tanzania peke yake. Tumepigwa na korona, kuna mabadiliko ya tabia nchi, kuna vita ambayo inatikisa uchumi wa dunia, lakini pia kumezuka siasa za kujitambulisha kwa uzalendo uchwara wa kidini wa kikabila, hata ubaguzi wa rangi, nchi yetu imeendelea kusimama imara bila kuyumba, hata pale ambapo dunia imetikiswa. Kwa hiyo nawahakishia, chini ya Dkt Samia akiwa rais, baada ya nyie kumchagua, lakini pia akiwa mwenyekiti wetu, nchi yetu itabaki imara na mimi nakupongeza baba wa taifa alipounganisha vyama viwili vya Afro Shirazi na TANU kuwa CCM mwaka sabini na saba, aliongoza kwa miaka kumi na tatu tangu sabini na saba mpaka tisini. Tangu amefariki ni miaka ishirini na sita. Wewe umekirejeshea uhai zaidi chama chetu, na tunaingia kusherehekea miaka hamsini mwaka 2027 tukiwa na uhakika kwamba chama chetu ni imara zaidi na umoja ndani ya chama chetu ni imara zaidi na taifa letu ni imara zaidi. Ni kwa sababu hizo ndugu, ndugu wenzangu, watu wa Chato nihitimishe kwamba tunaye mgombea anayechagulika, tunacho chama kinachochagulika na nchi yetu sasa iko mikono mikono salama ikiwa tutamchagua Dr. Samia.